Utakuwa magonjwa utakua, upendo wa wengi tapoa. Hayo yote yamefika kabisa. Na Paulo naye akasema siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Mm. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kiburi, wasiotii wazazi wao eh, wenye kupenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Wanafanana kama wana wanatii neno la Mungu, lakini wanakataa uwezo wa Mungu. Yeah. Tuko nayo siku hizi. hmm. Eh, unapoangalia namna gani watu wanaishi leo ni siku za da. Zile siku za nyuma kule, wakati tulikuwa babiana kabisa kule kwetu Kongo, mtu ulikuwa unatembea unaenda kwenye unapenda unaweza unaenda hazuru wapi, unatembea usiku na mchana, na unafika unafika kwenye utafika bila shida hmm. Shidi kikupatu unaweza lala hata kwa mtu mwenye haujui. Wenye walikuwa wanashuka wanaenda gureka, niona tu tuko tuna uh, watu wanashuka wanaenda gureka. Kwa hiyo mnaenda mnaikala hapa, wana mnapana, wanapana pesa, mnanunua unga, wanasongea chakula, wenye hamjui, wanapata sina nyumba ya kulala hivi na mnaenda. Lakini siku hizi zinakuwa nyakati za hatari. Hmm. Wakati mimi nilikuwa eh, ningali ni Tulikuwa tu, yani siku moja tulitoka kwetu eh, tunatembea usiku, tulitoka kule na saa ine za usiku tunapiga mguru, tukapita ngweshe yote, tukaingia mpaka Bukavu tunaenda kuangalia machi. Yani tulikuwa tunapenda kuangalia kabumbu sana, tukaenda vijana ine baselivatei saa ine, tunaenda tulitoka kwetu saa ine za usiku. Eh. Ndio tukatembea tukafika Bukavu vitu ya masaa tano, watu wako wanasinziria munjia, tunaende tu kuangalia machi ya Bukavu dawa wanasanga vale. Ndio tulikuwa tunaendea munjia, hatukuona hata mtu wa kutusumbua, hatukuona kitu chochoti itakusia setu itatutisha, lakini leo ni siku za hatari, hauwezi kutembea usiku na mtu kutoka e, mnyumba kuingia mnyumba wingine usiku ni hatari hmm. Labda unaweza kutana jambazi, atakunyang'anya telefoni joto na watu wanashika leo e, ukikosa lufuranga telefoni naenda na unapigwa, na wengine wanauawa, hmm. Siku hizi ni siku za hatari. Biblia inasema watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kiburi. Leo watu wana kiburi, watu wanajipenda sana watu wanachukia hata wakwao, watu wengine. Bibilia inaendelea kusema watoto watakuwa hawatii wazazi wao. Zile ile wakati wetu siye tuko watoto, hakuna siku ungeona mtoto yani, mtoto au ameoa au ameolewa, huyo ni mtoto. Hakuna siku mtoto angeikala iko anajiriana na mzazi wake, ile wakati wa mbele wa nyuma huko, hakuna lakini siku hizi na mtoto ana ndiye, mzazi anaweza kuwa na makosa, mtoto anajienda. Ile wakati wetu watoto tuko watoto, ah, hautajibi unaenda, unaenda, yaani eh, ile wakati kabisa watoto walikuwa watoto, lakini leo mtoto akisha akisha kuwa tu na, akisha komala, hata kama hayaoa ama kuolewa nini, anaweza simama nambi, anaweza jibia baba yake na kumwambia pana, ile ivinasema sipendi, anaambia baba yake. Wasio, wasioti wazazi wow. wao mzazi hatenamwambia hiki wapi wow. <coughs> mzazi amuombe kitu fulani iko nayo wapi hampatie wasioti wazazi wao, hajue kama huyu mzazi alimgharamia yeye, alikuwa namtosha kumavi, yeye alikuwa namkulisha, alimtembeza, alimfundisha lugha, alimsomesha, alimfanya yani awe mtu, lakini yeye mtoto anaanza kuona mzazi kama mwenzake, anaona tu huyu naye ni, ni siku za mwisho, wasioti wazazi wao, mm. Biblia inaendelea kusema we, wenye kupenda pesa. Leo hii watu wanapenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Leo ni Jumapili siku ya Mungu. Wenyewe walienda mkazi wa Kristo wako wengi. Na huku sasa mzungu aliwaweza anawalipa mara mbili. Hii siku ya leo kama eh, angekuwa na kumcha kusaa eh, moya kama anapokeaka dolari eh, makumi tatu leo atapokea makumi sita usaha kama anapokeaka dolari makumi mbili na tano leo wanafanya mara mbili inakuwa dolari makumi tano kwa saa.